Ii siasa ya 2017 ilinifunza mambo mingi. Usiweke maneno ya siasa kwa roho, tafadhali. Weka kwa lungs ndio ukipumua tu after election akwenda. Sawa sawa. Sawasawa, kwa sababu kama kuna mtu anavaa kuangaika na kukasirika ni mimi. Imagine tumepoika kura ya rais tukashinda free. Kotini kasema turudie. Nikasunguka kaunti 19 kuombea uhuru kura. Eh? Na ule mtu ametuhangaisha hapa ni Raila. Handshake kafika nani? Hey, Raila sasa ndio wako bedroom state house sasa wewe bado unajiweka pressure ya siasa ya nini? Hii siasa wachana nayo. Hata mimi nimeinua mkono. Upepo ikielekea huko chini, wacha iende. Ikirudi kuelekea huko juu, wacha iende. Ikienda north wacha iende. Ikienda south wacha irudi ikupate wewe ukiendelea na kazi yako. Ama namna gani? Tumekubaliana. Sasa hii siasa usiweke kwa roho tena, na isikupatie pressure. Fanya kazi yako na ulale vizuri. Mimi saya hata mimi siku hizi hainihangaishi. Handshake isikue, handshake, referendum isikue, mimi siku hizi nalala. Eh? Kwa sababu najiuliza suppose niende State House. Na nikutane na Raila kwa korido. Hey, niambia sasa wewe ndiko unachuka na mimi. Sitaanza kutafuta korido ya kuingia State House ndio apite. Sasa hii siasa jameni, hii ya matusi na chuki hii tuache. Ama namna gani? Na hii handshake ni mzuri. Why? It tells us everything is possible where there is will. Ama namna gani? Na kuna uwezo wa kusameana, hata kama mlikuwa nafikiria mtaonana eh? Nani alikuwa anakubali ati Raila na Uhuru hata kusalamiana? Watasalamiana. Kuna mtu alikuwa na imagine hiyo? Ni mpango ya Mungu, nani eh? Na Mungu alileta hiyo mpango, ndio watu wengine kama Mandago waweze kula.